Naweza nikazungumzia juu ya uwepo wa bima ya afya kwa wote UHI. Kwanza naweza nikasema kwamba ni, ni mpango ambao ni mkombozi kwa mwananchi wa kawaida, mwananchi ambaye alikuwa akipata changamoto ya gharama kubwa za matibabu anakwenda kuponyeka kimsingi, kwamba ukiangalia kwa asilimia zaidi ya 80 ya wananchi wetu matatizo haya ambayo yanakuwa yanawasibu kila siku juu ya afya ni matatizo ambayo ya yanaweza yakatibika katika hatua ya afya msingi. Inamaanisha kwamba kuanzia zahanati mpaka hospitali ya wilaya. Lakini pamoja na kwamba ni matatizo ambayo yanatibika katika afya msingi, yamekuwa yakiwagharimu fedha nyingi, na wengine hata kupoteza maisha kwa sababu ya kukosa fedha. Kwa hiyo ukiangalia kiwango ambacho kimewekwa na serikali yetu kiwango cha shilingi laki moja na nusu kwa kaya ni kiwango ambacho ni stahimilivu na himilivu a, ni kiwango ambacho kaya ina uwezo wa kuweza kukipata na watakapokuwa wamejiunga kaya itafaidika kwa kukaa kwa mwaka mzima. Sasa mwaka mzima kwenye familia ya watu sita unaweza kukuta watu, watu wanne mpaka watano wamekwenda hospitali na kila mmoja amekwenda mara moja au mara mbili, na kila anapoenda anaweza kutumia wastani wa shilingi elfu ishirini mpaka thelathini kwa mtu mmoja kwa okay, kama kama kila mmoja ataenda wastani mara mbili, ni maana kwamba ataenda kwa atahitaji sio chini ya laki tatu lakini mpaka laki tano kama gharama za matibabu kwao. Kupata hii bima ya shilingi laki moja na hamsini itakuwa imemsaidia kwa asilimia zaidi ya 300, naweza nikasema. Lakini pia ukiangalia kitita au zile faida ambazo mtanzania huyu anakwenda kupata, angalia, ataweza kwa ataweza kuonwa kwa level kuanzia zahanati mpaka hospitali ya wilaya kwa huduma zote. Ataweza kupata zaidi ya huduma 80 za vipimo ikiwemo maabara na upande wa radiolojia, lakini pia anapata zaidi ya huduma 247 za dawa. Huduma 247 za dawa ni huduma nyingi na ukienda ukiangalia dawa moja moja nika naweza kusema kwamba nikaribia dawa zote mteja huyu anapata. Kwa hiyo naweza nikasema kwamba mpango huu ni mpango ambao unakuja kuleta mapinduzi katika upande wa afya, lakini itaweza kufanikiwa hapo endapo kila mwananchi au kila kaya itaweza kujiunga, kwa sababu itakapokuwa imejiunga kila mwananchi, itasaidia mfuko wa bima uweze kupata fedha nyingi na kupitia zile fedha inaweza itasaidia pia kuweza ku, kusaidia vituo vya kutolea huduma za afya kuweza kujiendesha. Kwa hiyo tunatazamia baada ya watu wengi kujiunga katika mfuko huu, dawa zitakuwepo za kutosha katika vituo vyetu, vipimo vya maabara vitakuwepo vya kutosha katika vituo vyetu, na kuna mambo moja au nyingine. Bahati nzuri sasa hivi Serikali ina mpango ku, wa kuongeza au kuboresha majengo ina mpango wa kuboresha au na kuongeza watumishi au rasilimali watu. Kwa mfano ni juzi tu hapa tumeona hata ndani ya wilaya yetu tumepokea karibia watumishi zaidi ya 36 kwa upande wa afya. Hao wamekuja kusaidia kuongeza nguvu. Pale ambapo tulikuwa na upungufu wa watumishi, sasa tunakwenda kuongezewa. Na tukiongezewa, na ukijumlisha na huu mpango Wakueli, kwa kweli naweza nikasema kwamba upande wa afya, huduma za afya zitaboreshwa sana na kwa kiasi fulani au kwa kiasi kikubwa hata ile muda wa kuishi wa Mtanzania utaongezeka, kwa sababu kama tunavyojua, kati ya mambo vina athi muda wa kuishi wa Tanzania ni magonjwa, na sasa tumekuja kwenye mpango wa kuweza kugharamia matibabu, ambayo automatic magonjwa yote yanakwenda kupungua, kwa sababu kila mmoja hataogopa tena gharama kwenda hospitali, bali atakachohitaji kulipa ni, ni, ni gharama za nauli ambazo ni za kawaida kabisa. Na bahati nzuri karibia kila kata kuna, kuna zahanati karibia kila tarafa kuna kituo cha afya wilaya. Ambayo ni ya kwetu ya Hanang' ina hospitali ya wilaya ambayo ni kubwa na ina uwezo wa kutoa huduma mbalimbali kwa levo levo yake.